Mpenzi, hmm, mke wako anaumwa kweli au nakuigizia tu? Ah, achana naye mpumbavu yule. Hata kama anaumwa, mimi nisumbui wale nishughulishi, achana naye, ni mjinga tu yule. Kweli achana naye, nimekwambia. Ah, si tunjoyi <laughs> sawa. Unaonaje ukanewa mimi mke wa pili? Uh -huh kwenye kuhusu hilo masuala kukoa polo sijali mimi nitakoa lakini kwanza hebu mwache kwanza ule mjinga ateseke yani pale hajateseka ya unaona nikisema ni mwache sasa hivi yule huko atapoenda atenda kuenjoy atakiwa ali kisago yani ateseke kabisa hata kitoka pale kwangu awe amenyosheka hata nikikoa nikikuweka ndani pale unaenjoy hapo ndo nakupendeaga <laughs> mwache ateseke mpaka dunia nyoshe vizuri Alafu mm, nimekumisi sana leo, tukaenda nyumbani? Yaani kwa kile kilichotokea siku zile, leo tena natua mguu wangu naende kule? Hapana ah. yaani kumbe bado unacho kichwani? si kitu ambacho kisha pita. Afu dadangu hayupo leo, niko mimi na wewe. Kiukweli nakupenda sana. Sio kwamba sikupendi, nakupenda, lakini kwa hili nitoke niende kule Hivi lile jambo lilotokea siku zile wewe hujaliona kwe? Hivi ningekamatika, ninge pale, ningekuwaje? Ningezalaulika, ninge mtaa mzima, mimi ningechekwa eh? na dada yako ile anavyojua kuchamba, hapana ah. <laughs> ah, bwana, kwa hiyo hauniamini hmm? Sikia, kwa sababu nakupenda, unanikishia kwamba usalama wangu uko vizuri. Yeah. So, naenda natokea kama siku ile. Bana twende. Sawa. Tondoke. Shem vipi? Ah, fresh. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Hey. Mm -hmm. Mm -hmm. Ndugu yangu, kuna ujumbe nimepata hapa, ngoja niondoke mara moja. Rafiki yangu nini lakini, kuna, kuna sema, nenda mara moja, nakuja. Bela, siku zote anayekunywa bia na kusema ukweli ni bora kuliko yule ambaye anachukua mafuta ya upako na kudanganya. Nimesikia kila kitu ulichokuwa ukizungumza we na rafiki yako, ila juu ya yote, karibu nyumbani. Walda, Warda, wewe mbona umelala saa hivi? Vipi, unaumwa? karibu yake. <coughs> Unaumwa ea? niino nasumbuli yani. Warda, unaumwa alafu umelala hapo, ulipolala utapona eh? Umeenda hospitali? Hospitali, jamani yake. Na nimsubiri Simon atanipeleka tu. Unauma kiasi kiki, utaenda hospitali, utaenda saa ngapi? <sighs> na mtu unaumwa, afu umechemka kiasi kiki afu unasema utaenda hospitali, utaenda saa ngapi? angekuwa kukupeleka hospitali zingekuwa ameshakupeleka muda mrefu. Kwani hujione huruma? Kuna kuna? Mm. Walda, umepima? Mm. Mm -mm. Madawa <coughs> yaani mtu hujapima unaanza kumeza madawa jamani, yani, eh, na hali yako jinsi ulivyo mtumboni hivi ujione huruma. Eh? Umebeba kiumbe tumboni afi bado unameza tu madawa ya uvi, uvi, ujui, yani, unaumwa nini, hujapima, tu kumeza madawa. Hujapima, ujione huruma, Walda? Ukizidiwa hapa nasikia baridi, nasikia basi. Shuka baridi kweli bana. Hebu hebu subiri nikwambie kwanza, twende hospitali saa hivi. Hapo mtu mwenyewe unaumwa, unaanza kuhangaika. Inuka kwanza, inuka kwanza ujiandae hapo, twende hospitali, twende tukapime. Maanake hapo huwezi kuendelea kulala huku unaumwa. Simoni mwenyewe naye unamsubiria arudi, atarudi saa ngapi? Saa ngapi eh? Kama angekuwa ni mtu wakupeleka hospitali, tangekuwa ameshakupeleka sasa hivi, ungekuwa unapumzika ushapata matibabu. Hebu nyuma ya pazia, nyuma ya pazia, nyuma ya pazia, nyuma ya pazia, nyuma ya pazia. Nyuma ya pazia, nyuma ya pazia, nyuma ya pazia. Kila lenye mwanzo haliko sina mwisho, wahenga walisema, huwezi kupanda usichokivuna, wahenga walisema, nyuma ya pazia kuna mambo mengi na mateso <laughs> maumivu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 Bila ina maana humu ndani leo hakupikiki eh? Humu ndani leo hakupikiki na hakuliki. Wewe nini lakini nini, kwani unanisumbua yani? Yaani hakupikiki kivipi yani? Koni upajui au <tutu> hapa mimi nilipoka nimekalia masufuria hapa, umunda anamna vitu vya kula kanu, sitaki usumbufu. nyuma ya pazia nyuma ya pazia nyuma ya pazia nyuma ya pazia nyuma ya pazia nyuma ya pazia nyuma ya pazia nyuma ya pazia. Kila lenye mwanzo alikosina mwisho, waenga walisema. Kama tu mbwa wangu mwenyewe ameanza kunibwekea hovyo na kunizalau, sio kwamba sijui kuwa kuna mtu amempata ambaye anamlisha vizuri, naelewa hiyo, ila usizalau ugali na mlenda wa kila siku ukasamini pilau la kila mwisho wa wiki. Lakini bado sijaweza kusahau kinywaji ambacho ulikuwa ukikipendelea sana. Unaweza kujisevia, mwonekano wako na matendo yako hayafanani kabisa. Sikuwahi kutegemea kabisa kama ungeweza kufanya ule ukuuzi ambao umeufanya ni zaidi ya ushetani. Ulikosa nini? Kipi kikubwa ambacho ulikosa? Ulinifanya nimepitia maisha magumu sana, na ni wazi unajua kabisa kwamba yule mtu nilikuwa nikimtegemea sana kwa kila jambo. Sijui si shida ni nini. Nilikuwa nakuona kabisa kwamba wewe ni mtu mmoja mstaarabu, mpole, lakini pia ni mtu ambaye mwenye kujali sana lakini sikuwahi kufikiria kabisa kama ungeweza kufanya kitendo kama kile. Eh? Hmm. Mimi ni mbwa si ndio? Umeamua kunitukana halafu, kanu nishakwambia kama unitaki niache niambie, Bela, mi sikutaki. Bela, sitaki kukuona. Sio, unanifanyia vitu kama hivi kisa niko kwako Eh? Si ni mimi ambaye nikiondokaga ma message kibao masimu kibao unaning'ang'ania tu nirudi nirudi, sasa nimerudi tena unanisumbua. Kanu taki usumbufu mimi, nimechoka nataka kulala. Ona basi, yani hata kama kuongea sijui, basi angalia hata vitendo. Ashakumsi matosi, ulinielewa vibaya, na pia sio kwamba sijui kama unga upo, sijui mchele upo naso kwamba sijui jiko lilipo, nafahamu hivyo vote, ila tu nimekusubiri kwa muda mrefu, na lengo langu ni kwamba kile nitakachokula mimi basi niweze kula na wewe. Kwa hiyo kwasalangu mimi nikkufata na kukuuliza kuhusu kupikwa umundani ndani leo au vipi ela Ina maana hata kuonesha kumjali pia ni tatizo? furaha iko wapi sasa? ubayanua tayari kwisha kufanyia, usingekuwa wewe leo hii. Please kaka yangu alikukosea nini? Na ni wazi unakumbuka kabisa kwamba kwa kipindi kile kaka yangu nilikuwa nikimtegemea kwa kila kitu. Nilikuwa sijaajiriwa pale hospitali, nilikuwa najitolea, lakini bado nilikuwa natambua kabisa kwamba nguzo ku, yangu kuu ni kaka yangu. Kweli ulinifanya nipitie maisha magumu ambayo sikuwahi kuzani kabisa kwamba naweza kawa ni njia ya maisha yangu, lakini nashukuru pia na yale maisha ambayo niliyapitia kwa kipindi kile. Jua ubaya ambao uliufanya ndio ulinifanya mimi nikapata nguvu zaidi na kutafuta kazi, na Mungu akanijalia nikaja kuajiriwa hapa hapa katika jiji la Dar es Salaam, nikasema hii ni nafasi nzuri sana kukamilisha misheni yangu kwako. Alikosea nini? Kakosea nini? Ukweli ile yali lionikuta nayo, nilikuwa namuona Israeli kabisa. Naomba nikushukuru sana yani. <laughs> na hivi kukuta pale, unatetemeka, yaani shuka, nalikuta liko hivi, utakuja. <laughs> <laughs> Kufa wewe kwanza. Ule upuuzi ulioufanya leo, usije ukarudia. Yani kama siku nyingine, nyenyua simu piga ukiona unazidiwa vile ukilala vile pale <laughs> wada, unajua mi pale nilikuwa nishaanza kuomba sala ya mwisho yaani, pale mi nilikuwa nishaomba toba, nimeshakumbuka matatizo yangu yote niliyoyafanya nyuma, madhambi yangu yote, kutokana na jinsi nilivyokuwa najisikia. Unajua jaki, kuumwa kusikia, kwa jinsi nilivyokuwa naumwa pale, hapo ndo nimekumbuka Siku moja kuna mama mmoja jirani alipopogwa na anaumwa, yani mama siku anaumwa, alikuwa anaomba, yani toba zote anamuomba Mungu, majina yote sasa anayataja. Sasa mimi naumwa, nilipokuwa nikakumbuka wewe mama, kwamba kumbe alivyokuwa anaomba ni kweli, maana naona naomba ni kweli, maana mimi pale nimeshakufa, yani najisikiaje, naji, naji ki kweli nilikuwa najiona kama vile tayari siku zangu zimefika ta kufa kweli. shauri yako, endelea kuleta masiada imbevo princess hey. <laughs> Hapa hizo dawa umeze kwa wakati, mimi nataka niondoke zangu niende, maana mumeo asijakanikuta hapa. Ninasemaje mimi na mumeo tena <laughs> kwao. Mi nataka niondoke, uzingatie kumeza si hizo dawa kwa wakati, sawa. Namba nikushukuru jamani yake yani, kama Mungu amekushusha yani kama maraika umekuja jamani, maana na tayari nilikuwa nishakata tamaa. Mungu akubariki sana jirani yangu, usijali. <laughs> Dawa ukumbuke, mimi naenda zangu hadi haya. Ay, karibu. Haya, karibu. Ay, karibu. Naingia chumbani, najua nimekuacha hapo. Napika kweli, nafika sasa hivi nile chakula. haujapika kanu? Wewe una roho mbaya sana, umeshindwa kuniangalia leo tu? Mbona siku nyingine unakujaga? Wewe hauko sawa, lakini mimi nafanya tu kwa namna moja namnamoja nyingine, ili uwe na furaha. Kanu, kweli leo tu, yani leo umeshindwa kuingia jikoni kupika chakula ili nikiamka nile Nisikilize, leo ni ngumu, na kesho itakuwa ni mbaya zaidi, ila kesho kutwa kutakuwa na mwanga. Hivi Bela, masuala ya kupika humu ndani, hayo ni majukumu ya nani? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Naenda pale kupika. Haki ya Mungu, kutogusa, husa hauli chakula ambacho nitapika mimi. Anaogopa dadako yule ah. Mimi namjua. mm. Yule <coughs> hapo <Kapu> mzito, mpenzo wangu, ebu kaa hapa, ni mzito sana, ebu nika kaa hapa e <coughs> ah, uh-huh. Niambie mpenzo wangu, haya ni kuandalia chakula au chakula vilivyopikwa? Hey, mimi subiri vilivyopikwa na kula hivyo ambavyo wewe ulivyopitaalisha mpenzi wangu <laughs> <laughs> si unajua mimi ninapopenda, mm. mm, ndio maana niko hapa kwa ajili yako, twende. Mimi miss? Wewe miss nini sasa? Kiss. Unapenda ujinga hivi unadhani rahisi mimi kuweza ukuachia wewe uhuru kiasi hicho? Sio rahisi kama unavyofikiria tu. Unanuria kaka yangu, kaka yangu ambaye alikuwa nitegemezi katika familia, alikukosea nini kaka yangu? Kipi kikubwa ambacho alikifanya ambacho kikufanya wewe uweze kufanya maamuzi ambayo uliachua? Alikuwa anakujali anakuzingatia, ilifika kipindi mpaka sisi kama familia tulikuwa tunamchukia kwa namna alivyokujali. Ulivyokuwa hauna shukrani, ukaja kufanya maamuzi makubwa kabisa ya kuondoa uhai wake. <laughs> siwezi kulipa kisasi kwa marehemu lakini kuna kitu cha msingi ambacho alinisisitizia. Uliondoka pale nyumbani ukiwa na ujauzito wa miezi miwili, na kaka yangu alinisisitizia sana ni mlinde huyo kiumbe. Kijana wetu iko wapi, Tris? kijana wetu kwa wapi? Ilikuwa bahati mbaya, bahati mbaya Yaani, unafanya tukio kubwa kama hilo unamuua kaka yangu, alafu baadaye unakuja kuua na kiumbe chake, alafu unasema ni bahati mbaya. mara mbili Tris. sio so rahisi kama unavyofikiria Tris, maumivu ambayo umenisababishia siwezi ngakwacha bure, inaniuma sana.